Malaika wa, wa wa Bwana alimtokea Gideoni chini ya mwaroni alipokuwa amejificha kule kwenye shinikizo akipepeta ngano. Shinikizo ni chombo au kifaa kinachotumiwa kwa ajili ya kukamua juisi ya zabibu. Kiingereza kinatumia neno wine press. Ukisoma kwenye Biblia yako katika kitabu cha Yohana sura 12 mstari wa 24. Biblia inasema kwamba chembe ya ngano ikianguka isipokufa itabaki hivyo hivyo, lakini ikifa itazaa sana ukisoma kitabu cha Marko sura ya nne, hata kitabu cha Mateo sura ya kumi na tatu, ni mfano wa mpanzi aenda shambani kupanda mbegu. Nyingine ikaanguka kwenye mdongo mzuri, nyingine kwenye mwamba, nyingine wapi, ikazaa moja sitini, nyingine mia, nyingine thelathini. Kwa hiyo alipo na tafsiri ile tafsiri ya mfano wa mpanzi anasema mbegu ni neno la Mungu, kwa mpanzi anaenda kupanda shambani mbegu ambayo ni neno. Ukienda kwenye kitabu cha Yohana injili Yohana sura ya kwanza, atakwambia hapo mwanzo wepo neno, neno lilikuwa kwa Mungu, neno lilikuwa ni Mungu. Mungu kwa neno ni Mungu, kwa alipokuwa anasema chembe ya ngano ikianguka ikabaki hivyo, akawa anajiongea yeye habari zake za kufa na kufufuka kwamba nikibaki nikifa, nisipokufa, nisipopita msalabani, nisipoenda kaburini, sitaweza kuzaa, sitaweza kuinua watu, sitaweza kuwaleta watu kwa Mungu, ila nikifa, nikafufuka, make nikiota, asema kwamba nitawavuta wengi waje kwangu. Akawa anaongea habari zake Aliponasema kwamba alikuwa napepeta ngano, rudi bibi asemaje, chembe ya ngano, Yesu alijoongela mwenyewe. Ila ukienda kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya pili mstari wa kumi na tatu na Efeso tano kumi na nane utakutana na habari, na inaongelea swala la mzabibu, swala la divai. Divai inafananishwa na Roho Mtakatifu, inafananishwa na upako, inafananishwa na nguvu za Mungu. Msilewe kwa mvinyo uliojaa ufisadi, bali mjazwe Roho, make kuna mvinyo mwingine ambao hauna ufisadi. Ndio maana Yesu alikuwa anawaambia wanafunzi wake, akisema huwezi kutia divai mpya kwenye kiriba kikuu

Divai mpya kwa kiriba kipya, lazima uwe kwa Yesu kwanza. Hauwezi kupokea nguvu za Mungu, hauwezi kujazwa Roho Mtakatifu, hauwezi kupata upako kama hauko kwa Kristo, kama hujampa Yesu maisha yako. Kwa anapoongelea divai, anaongelea nguvu za Roho Mtakatifu, anaongelea upako wa Roho Mtakatifu, anaongelea Roho Mtakatifu mwenyewe. Kwa aliposema anapepeta ngano kwenye wine press, maana nini? Anaongelea swala la neno la Mungu kuchangamana na upako wa Roho Mtakatifu, swala la neno la Mungu kuambatana Roho Mtakatifu ndicho kinachozalisha nguvu kwa mwanadamu. Ndiyo maana nikakwambia neno bila Roho Mtakatifu hakuna matokeo, na Roho Mtakatifu bila neno hakuna matokeo. Ndiyo maana ibidi kwanza, Gideoni baada ya kuona changamoto zilizokuwa kwenye jamii, baada ya kuona mateso waliokuwa wanapitia, akaona hakuna namna. Kumbuka wameteswa miaka saba. Ile sura sita mstari wa kwanza nasema kwamba waliteswa na Midiani miaka saba. Miaka saba wanaangaika, hawana jibu, wanataka solution, hawaoni majibu. Akaamua kujichimbia mahali, akajifungia sirini, akichukua neno la Mungu na uwepo Roho Mtakatifu, alipovichanganya pamoja vikaleta uwepo wa Mungu. Mungu akamtembelea kama vile ambavyo tuna changamoto mbalimbali mbali, iwe kwenye ngazi ya kifamilia iwe kwenye ngazi ya kiukoo iwe kwenye ngazi ya mtu mmoja mmoja, tuna changamoto pengine ambazo hazitatuliki miaka na miaka, ziko pale pale. Shida leo mpata huyu kwenye familia ndio mpata na mwingine. Sikiliza kidio, ni baada ya kukaa miaka saba, anahangaika kama familia miaka saba, anahangaika kama ukoo. Wa mzee Yakobo akaamua kujitenga kutafuta jibu la changamoto inayo wakabili, akaamua kukaa, akahakikisha kwanza uwepo wa Roho Mtakatifu uko pamoja naye, then akakaa kwenye neno akilichakata. Kila kifaa kazi yake ni, ni kukamua juisi ko kama ni kukamua juisi kwamba lile tunda la zabibu litoe juisi ya zabibu. Make analikamua neno kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, analitafakari, analichambua, anaomba kwa kutumia lile neno, anakaa nalo kwenye maisha yake, anatembea nalo kwenye hatua za kwake mpaka lizae kitu ndani yake, na likaleta uwepo wa Mungu kwenye maisha yake. Utembeleo wa kiungu ni matokeo ya neno la Mungu kukutana na Roho Mtakatifu, vinavuta uwepo wa Mungu kwenye maisha ya mtu, na uwepo wa Mungu kwenye maisha ya mtu unaachilia baraka na kufunguliwa. Sijui unapitia nini kwenye jamii yako, kwenye ukoo wako, kwenye familia yako. Kama ni ngazi ya kifamilia, ngazi ya kiukoo, ngazi ya kijamii, anza kujitrain. Jifungie mahali kwanza, hakikisha uwepo Mungu uko na wewe na ukiingia mule, mawazo yako yahakikishe umeyaconnect na Mungu, uhakikishe mazingira uliomo kuna ile presence, then nitafuta neno la Mungu, kanalo pale mpaka kitu kingine kizaliwe kwenye maisha yako. Roho Mtakatifu ni kama bunduki na neno la Mungu ni kama risasi. Ukiwa na risasi afu hauna bunduki hawezi kumpiga adui. Ukiwa na bunduki isiyokuwa na risasi, utapigwa na utakufa, huwezi kuingia vitani. Sasa wakristo wengi wanaingia vitani, eidha wana bunduki ambazo hazina risasi au wana risasi ambazo hazina bunduki. Watu wengi sana waweza wakawa wanaomba ila wanaomba hawana neno la kusimamia kwenye yale maombi, au wana neno na wanaomba kwa neno, ila hamna uwepo wa Mungu ambao unawapa backup, ambao unawasapoti kwenye yale maombi. Sababu, lazima Roho Mtakatifu awepo ili aombe pamoja na wewe, utumike unapokuwa kwenye maombi, wa unatumiwa. Roho Mtakatifu mwenyewe ndio anayeomba ndani yako, sema huomba kwa kuugua kusikoweza kutamkwa, anaomba. Ndivyo Roho anavyotuambia, anaomba kwa kuugua kusikoweza kutamkwa, anaomba ndani yetu. Kwa make nini, Roho Mtakatifu bila neno ni emotion without emotion. Unajua, ukiona Roho Mtakatifu atakwepa. Anaweka msukumo ndani yako, anaweka kububujika ndani yako, ataweka amshaamsha ndani, sababu si umo, atakuwa active. Ila kama hauna neno, hata kiliachilia ndani yako, hautalidaka. Kwa hiyo utabaki na emotions, hisia zitanyanyuka, ila patakuwa hakuna movement. Kwa utabaki na emotions, utabaki na hisia, ila patakuwa hakuna hatua. Imagine mtu amenipeka gari garage, kwa hiyo bushi zimeharibika, au shock up zimekufa, wanabadilisha wamepiga jeki wametoa wame tairi. Alafu we wende uwashe gari. Gari kwa sababu injini imo na mafuta yamo na oil imo. Gari tawaka, isaunguruma. Ukanyage accelerator, isa piga kelele. Ila hiyo ndio sababu ni sababu tairi sija kaa kwenye alizingo. Inelea juu ya jeki iko kwenye mapipa. Iko kwenye mawe. Haiwezi katembea. Kwa upata upatakuwa kuna emotions na neno la Mungu, bila Roho Mtakatifu. Unapata nuru bila kuwa na mabadiliko. Unakuwa illuminated bila kuwa transformed. Mwambie Mungu, Mungu, naomba unipe kiu ya ndani kabisa ya moyo wangu kiu ya neno lako, kiu ya roho wako okay. E Bwana, naomba katika jina lako takatifu nijaze kiu ya neno lako, nijaze kiu ya roho wako. Naomba unijaze roho ya maombi, maombi yenye afya, maombi yenye msukumo wa roho wako na neno lako. Mwambie, E Bwana, naomba unisaidie nisiwe mtu wa maombi tu, bali niwe mtu wa maombi yaliyojaa neno lako na roho wako, katika jina la Yesu amen. Nifanye kuwa umbile lako.